Naam, karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Leo ni siku nyingine tulivu kabisa, siku ya Jumatatu, dhahiri shahiri ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League inaendelea hapo kesho, kati ya Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji niko na mzee wangu mzee wa uto <laughs> uto uko poa? Ah, kaka mimi niko poa kama, kama dege la jeshi kaka. tena dege eh? la kivita lile eh, wenyewe wanapenda kuita chopa. mimi niko vizuri kweli kweli mm -hmm. na hapa unani, ndo unaniamsha sasa hivi, akili zangu zilikuwa zimelala eh. Maana hapa niko napiga mahesabu kwenda kumnyoa yule Zuchu alionchokoza mimi, ai Zuchu alionchokoza mimi ambaye amenifunga yule. A, anafananisha na, na mtu aliyomkaba muuza visu sasa nilikuwa najua kabisa siku ya Jumatano, Alamisi naenda zangu Zanzibar kule mechi Jumamosi. no street not surrender, yeah. Hapa nakuja kunaambia kwamba kuna ligi kuu Tanzania bara kuna kajitu kanajipendekeza hapa. Sasa haka kajitu ambao kanajipendekeza hapa kesho, yeah. Mimi naona kana kwenda kujipalia makaa, kwa sababu hasira hasira tulizokuwa nazo tulitaka tumdondoshea Al Ahly siku ya Jumamosi kule kwenye magereza ya The Hague kule kwenye gereza la Guantanamo Mwisho wa siku sasa, hizi hasira kwanza, acha nimdondoshe kwanza mgogo kwanza. Nimesikia Dodoma jiji anakatiza katikati. Unajua, ole wako, wende ukakatize kwa mtu ambaye ametoka kujeruhiwa, alafu wewe hapo hapo unaenda kujikatiza mbele yake. Sasa anaachana na yule anayekimbia na, na, na kunyua kwanza, unaenda kujikatiza mbele sasa. Dodoma jiji, welcome hapa. Eh, nitakwenda kumnyoa mimi kesho yule yeah. Hizo salamu zitamfikia Alaha alipopote alipo, aka zocho yeah. Kwa sababu yule kiumbe na asila naye mkubwa sana. Sasa huyu Dodomajiji alojipendekeza mbele ya mwanaume aliotoka kujeruhiwa atajuta. Tanieleza ni kwa nini umbwa mkali lakini hana mapembe. Nahisi kwenye ligi kuu Tanzania Bara kwenye mechi yangu ya mwisho nilivyocheza, na wale mashujaa aka wakopesha mabeseni. Nimemlamba sita pale, yani sita tatu, eh, sita. Sasa huyu mashujaa wakopesha vyombo, sema wakopesha vyombo, maana eh waha wewe wakopesha vyombo sasa, baada ya kumlamba ule mkopesha vyombo, sasa huyu Dodoma majiji eke Mlima Mazabibu huyu hapa kesho ni hey. Jumanne na kwenda kumnyoa na magoli yote, ni kesho. Mimi naona tena goli zangu sita ama saba kabisa, wapila hey. Leo niolidondosha hey. nilodondosha kule kailomisi baba, ambalo ukafungwa unajua kwenye mpira miguu kuna mambo ya kikatili. Unaweza ukapiga mpira mkubwa na ukagongwa, alafu anayecheza mpira mdogo na akashinda, na ndio maana ukiangalia ile mechi zidi Al Ahly ule tumepiga mpira ambako umemwagika pale mchana siku tumefungwa, angalia dakika 45 za kwanza Al Ahly na ubora wake wote tumemwenda kumwekea zile zinaitwa password 45 za kwanza, pien tunaingia vyumbani, mpaka marabu anabaki anashangaa hapa kwamba mimi ngoma isale. Mwisho wa siku sasa ikafanyika one mistake, one go. Angalia goli la kwanza losababisha Israel Mwenda yule mpinzani sababisha tena, ukiangalia uzuri uzuri, uzuri ili si ndio goli hili. Israel Mwenda alikuwa anafukuzana na nani? Alikuwa anafukuzana na ule mpinzani Israel Mwenda kwa makini na huyo mchezaji ambaye alikuwa anafukuzana naye yaani mpinzani. Huyo alikuwa amekaa huku. Sasa Israel Mwenda alikuwa ale man to man. Sasa anamwacha anamzunguka mzunguka, huyo anakuja upande wa kushoto, anamwacha gap na urefu wa yule jamaa na Israel Mwenda. Yule Israel Mwenda mfupi jamaa mrefu. Mwisho wa siku anampa mwanya yule jamaa anagonga kichwa is a head. Inamkuta diala diala alikuwa amejaa huku ngoma inaenda kuinakotagia njiwa. Kwenye kipingo hadi la pili, juzi tuseme ukweli, hii nani yule Mdathiri, haya mpira ulimkataa. Unajua kwenye mpira miguu, mpira ukikukataa, tuseme ukweli Mdathiri siku ile mpira ulimkataa. kwa sasa mpira kama ukikukataa kwenye mpira miguu, yani ni gepu kubwa kwa kweli, alivyoingia muda tu kwenye goli la pili muda Mdathiri haya mpira, siku ile ulimkataa kwa, tuseme kwenye mechi ile, tuseme one mistake one goal. tume tumefungwa, kila mchezaji kwenye nafasi yake anajua ametelezea wapi. Hata Eze alimwenda kiangalia ile clip vizuri vizuri, anajua da kumbe katika kule kuruka, kumbe mimi nilikosea kubonyea, baada ya kuruka nimeinua nime kichwa, mimi niliruka nikawa nimeinamisha kichwa, mwezi wangu anapata kichwa, anapiga. Sasa atajifunza kulingana na makosa. Unajua, kuna ule msemo anakwambia acha inyeshe tujue panapovuja. Sasa Israeli, mwenda kiangalia ile video atajua, ah kumbe mimi nilivujisha hapa. Kwa kwenye mechi ya siku Jumamosi, mimi najua kila mchezaji atajua umuhimu na kinachotupa matumaini na nguvu zaidi, ukisikia ali mpya nguvu mpya, kasi ajabu baada ya matokeo zidi ya wala kina Zuchu wawili kati ya wa Jeska na huyu Farabati, baada ya dakika tisini mpya nikasikia nika mshona dela kule nikaona, eh ha, matokeo ndo nakataka mimi sasa. Ukiangalia ile group naona limenipa matumaini. Nikiangalia nafasi ya kwanza yupo Al Ahly pointi zake saba, kidume mimi na pointi zangu nne. Hawa zuchu watupu hawa, a, nani hawa, Jeska pamoja na Farabati Yes. Hey, kina Jessica. Hey, Jessica, kina Zuchu, wale. Yeah. Sasa wale wote ukiangalia na pointi mbili mbili. Sasa wale wacha wauana wenyewe kwa wenyewe. Wakati nakuja kumnyoa yule nani, yule alomkaba muuza visu yule nani halali. Wale watakao wauana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wale acheni wauane kwa wao. Sisi tunachoangalia mechi yetu sisi, yeah. Ukiangalia hata kundi letu bado lina ila kwenye upande ule. Ule kwa watoto wa Mudi shirika la ugavi yeah. Eh, danga la mtaa, danga la nchi, danga la kimataifa. Hakuna mtoto wa mm. Mudi, asanteni kwa kushiriki kwa pointi hizo kwa nani zao? Shirika la ugavi? Ana kushinda zote zilizobaki. Ashinde kwenda ashinde ashinde njaa. Unajua unavosema mtu ana ... yaani mtoto wa Mudi kwa timu aliyokuwa nayo. Hata angekuwa na mechi kumi, ile timu bado ni mbovu kwa pilali ile kombolela, anaenda kushindia kwa nani? Kwa sababu kiangalia hata kwenye msimamo wa kundi lao, kisha mkatisha tamaa aliyekuwa hapo juu ana pointi saba, nafasi pili tano, nafasi ya tatu ana pointi nne. Mtoto wa Lamudi kichwa cha mwenda azimu. Kwa sasa anakwenda kushindia kwa nani? Anakuja kunyolewa hapo hapo kwa Mkapa. Mtoto Mudi anaenda kashindie wapi, kaka? Jamani, mechi sijuma ngapi? Mechi si Jumapili? Mtoto Mudi anaka kwa pila lile lile lile pila lile lile la kombolea, ulipiga kule kwa mtunisia kule. Mtunisia mwenyewe naye kiwango chake kimeshaisha, lakini ange kwa bora, mtoto Mudi alikuwa anapasuka hata tano kule mchezo. Siku pianga la kidule limekuwa shirika la ugavi hilo, limerudi. Kwa hiyo sasa naona vimbinyiko vinamhusu mbeza hapa kwenye ligi ya mabingwa. Mtoto Mudi tayari kashaga, mtoto Mudi yupo kama pilipili hoho kubwa, lakini aliwashi ah kwa hiyo mtoto amudi amudimisiowaziange yaani, hata singida na ubora na point 4 singida namshinda, bwana, mmeenda kutia taifa hey, aibu. Hey, mnaocheza kwenye michuano ya kimataifa klabu bingwa hey, lakini kwenye shirikisho watu wakaenda kuwafuta machozi. Hey. Kwanza... unafunga madishi. Kwanza, ngoja kwanza, kwanza unaangalia kwanza hao waliokuwepo kwenye kombe la luza wana pointi ngapi? Ngapi? singida kule kidogo anaweza kaja akaongea na mimi, analingana pointi na mimi, sio? Ana pointi nne, huyu mfunga madishi ana pointi tatu sasa unaweza ukakuta huyo mfunga madishi ana pointi tatu, na kabaki hapa hapa kwenye viwanda vyake vya juisi kule, unajua bwana, kwa sababu angalau pila anaopiga. Eh, naye mwenyewe anapila chupili chupili tu kama shoga yake, mfunga madishi. Mecha ya kwanza kafa, sijui ni wana sijui, mecha ya pili kafa, mecha ya tatu ndo kashinda kule. Mungu nisaidie. Sasa ukiangalia kwenye kundi, hata tukatengeneza grup letu, anayetia aibu taifa hili huyu mmoja toto la mudi, tunawatoa halali tunawatoa Sima Melody, tunatengeneza grupu letu. Kwenye grupu sisi zinatakiwa timu nne. Haya, tunawatoa wale timu za nje, tunatengeneza grupu letu Tanzania. Hapa kuna Yanga, kuna Singida, kuna Azamu, kuna mimi na na toto la mudi, sio hivyo sasa. Kundi letu la timu nne, twendeza kwenye Sima mwariji, Yanga yuko nafasi ya kwanza pointi nne, Singida yuko nafasi ya pili pointi nne, huyu mfunga madisha na pointi zake tatu toto la mudi toolamudi kichwa cha mwenda zemu, yani ilo kundi letu la Tanzania, ujue hapo <laughs> ilo kundi letu ujue <laughs> kwa hiyo analitia taifa hili aibu, ni watoto wa mudi saa yeah. Shirika la ugavi danga la mtaa kwanza lishazoea bila kutawa, kugawa utamu wa sele jisikila yeah. Alafu kingine yeah. Nombeni mtuulizie wale wachezaji, kuna namba namba ile namba ishirini na tatu alivaa ile namba ishirini na tisa alivyobiduka <laughs> bidu kuna vitu mionekana kiunoni sasa, mle kiunoni jamani, yale mambo yale jamani, ya kuvaa kweli, ukiwa mwanaume kweli, jamani kamba, ah, shanga ka ili, kaka, kaka. Kaka, shanga shanga ile ile kaka kaka kaka kamba kamba kamba kamba na na na ngaka kifa, ukiwa na bukta kama kwa, ukiwa hey. Hey. hii kamba, hii ndio ambayo ilionekana na kamba inaninginia huko kamba gani inazunguka kiuno kizima, jamani, ndugu ndugu zangu ni ndugu jamani, tunavyomaanisha kwamba shirika la ugavi danga. tunakuwa tunamaanisha ndugu, rafiki zangu akina akina Allen Allen mayala mayunga mayunga ugakdanga tuna akina akina Kina, kina, uh, kina nashi pamoja na kinaloona dilizori kadi walivoona mambo hadharani, wakaona Mungu wangu haya mambo ya kina mbaluti haya. Kwa hiyo tunavyosema kwamba ni shirika la ugavi ni shirika la ugavi kwelikweli. Sasa kwe kwe kwe. timu ile kama unavyomwona kibabage, unavomwona yule nani yule chama, yeah. juzi walicheza kule yeah. Chama kuishilia mbali eh? Alikuwa anazunguka tu na kaptula uwanjani mle kuishilia mbali. Yule kafata juisi za mudi kaenda kunywa kule, huyo Dodoma majini mwenyewe alitaka kumsajili chama. Alipomwangalia wakamwambia wewe ushaisha, naenda huko kibabage, hata IF wenyewe wamemkataa, wewe mwenyewe naenda huko doa, anajipeleka kwa mikopo. Sasa kama mchezaji anajileta mwenyewe kwa mkopo, wewe mwenyewe unamsajili. Kocha wao kwanza kitambi hiki kitambi nginja, kocha ana jina jepesi kama mgogo, anaitwa Beka kitambi hiki, na kwa taarifa nilizokuwa nazo begi moja kashatanguliza nyumbani kwake, hizo nakupa mimi sasa tayari eh? alikuja na mabegi haya moja kwao, anajua kabisa safari ya kwenda kimbe, kupanda kimbenyiko mbezi shaiva. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa kwenye kundi hili la la kimataifa na kwenda kubaki mimi, labda kidogo na Singida, sijui huyu mfunga madishi, lakini mtoto mudi, asanteni kwa kushiriki ligi ya mabingwa, tukutane msimu ujao. Pale uwanja wa ndege nishamwagiza meneja wa uwanja. Mtoto wa Mudi kwenye mechi za kimataifa kashatolewa. Marufuku kupita uwanja wa ndege. Akija hapa muitieni mwizi kwa sababu kama ni vimbinyiko anakwenda kushiriki ya ligi kuu, kama vimbinyiko viko Mbezi, kama anaenda mtwala vimbinyiko viko Mbagala. Sasa wewe, pale panaitwa mwalimu International. Watu wa kimataifa Nyerere, watu wewe nenda Magufuli bas time kwenye vimbinyiko, nenda kapande vimbinyiko kule, kwa hiyo nimeamaliza kufuzu ha Ukiangalia tu kwenye kundi langu yeah, unaona kabisa baada ya kushona kijala wale nani wale yeah, wale asha na ashuru wale kina Zuchu wale walivyoshona dela tu mbili mbili wote tayari point mbili mbili yeah. Yani mimi mwenyewe kwanza nilivolala usiku, nilivoona yule msimamo wa ligi, mtoto Amudi kabufuliwa, wale wao kina Zuchu wametoa sare, nikalala unaambiwa mguu juu wa bahati, kwa raha zangu nilikuwa na ligi ya mabingwa robo finali naiona. Sasa yule yeah, yule nani Zuchu yule Al Ahly atajuta kumkaba muuza veso afe munu afe mang'ati. <tip> Jumamosi hachomoki kwenye gereza la Guantanamo, mweke mahakama ya Izeheji mpaka wafunga tena, na nyuma yangu akinifunga lahari siku ya <tip> <tip> la juma mosi <tip> navua nguo naziacha kule kule Zanzibar, natembea uchi mpaka Dar es Salaam. Mimi anifunge mimi na na hasira, nataka lobo <tip> yule Zuchu alaali alomkaba muuza visu, akinifunga Jumamosi, akinifunga akinifunga, rais wa keke wote. Hey, Tanzania anatoa ahadi, akinifunga laalik Zuchu nikiwa na asila zangu. uh -huh. aondoka na pointi tatu pale kwenye gereza la Zehegi, aondoka na pointi tatu nguo zangu zote na wacha Zanzibar, natembea uchi mpaka navuka huku Tanzania bara huku. Nimekwambia Alahly atajuta kumkaba muuza visu. Sisi ni askari tulopigwa risasi hatukufa, tumewaishwa hospitalini, risasi imetolewa, narudi mstuni. Adui wangu Alahly huyu hapa, nitakachomfanya atanieleza ni kwa nini. Umba mkali lakini ana mapembe. Tarajie ushindi dhidi ya Alahly Jumamosi Jumapili wakati narudi napepea kama kumbi kumbi tu kwenye boti zile napepea kama kumbi kumbi na pointi zangu saba mimi. Kipindi hicho nishamkuta nani yule Alahly watoto wa Mudi na watoto wa Mudi hey. Ha, mtoto wa Mudi kwanza anatoa angalizo, niwaombe kafu pamoja na chama cha mpira miguu Tanzania TFF kwenye mechi watakao kuja kucheza siku ya Jumapili tena sio mechi kombolela lao lile, watakapokuja kucheza kombolela lao kwa Mkapa nawapa na angalizo hiyo mechi ichezwe bila mashabiki, ila wakiwaruhusu waende akacheze na mashabiki, viti vya kwa Mkapa vinakwenda kuisha, kwa sababu ile mechi ya juzi ile walivyocheza na wale wa Tunisia ile kombolela lao lile, kwanza washukuru, mechi ile ilichezwa kule kule Tunisia kule. Yani ile mechi kama ingecheza kwa Mkapa, Walai nakwambia kingetembea kifuru ufumbi cha mawe baada ya dakika 90 kuisha. Moja wamebufuriwa, mbili wame kwenye mechi ya kimataifa matumaini yameshaisha. Kingetembea kifuru ufumbi cha mawe pale. Sasa kwenye mechi ya Jumapili waenda akacheza bila mashabiki. Kwa nini hujamsikia amehame juzi pale kwenye uwanja ule wa Meja Samojo? Aliwapa angalizo mwenye roho ngumu aje uwanjani ukiwa na roho nyepesi kama mapupu kwa nyumbani kwako. Kwa hiyo mimi naona hiyo mechi linakwenda kubufuriwa vile viti vinaenda kuisha, wacheze bila mashabiki na tunamwomba Mangungu hiyo mechi asiende watamlamba makofi anakula pilipili kwa India kule, uh, asanteni kwa kushiriki tukutane msimu ujao aende wapi kaka wapi lile kombolela chapesa mtoto wa Mudi akiambulia hata pointi moja kwenye kundi lake ni dai elfu hamsini Tuwamudi, nikiwa kama rais wa hehe wote Tanzania, mtoto wa amudi akiambulia hata pointi moja kwenye kundi lake, akiambulia hata pointi moja yani mechi zimeisha, pia ana pointi moja hmm. Chapesa, naomba nidai elfu hamsini inshallah shukrani.